Unatazama Uvira News TV. Asante, leo kuya kwetu hapa ni kihistoria. Unajua kunakuwa maproje mbalimbali mbali ambao tunakuwa nayo na hasa inakuwa maproje ya Bank Mondial, na ile maproje inaonesha ishara ya gisi Rais Felix Tshisekedi alikuwa akitembea nje, alikuwa naenda njo natafuta misaada na ile misaada watoto wa Uvira watoto wa Fizi wako na iona. Kwa siku ya leo tumekuja na shirika na entreprise mbalimbali -mbali, ambazo ziko na lengo la kuganye marshe ya kutengeneza hapa. Acha tu tuambie raia yetu ya kwamba wataraze poro yote ya Kalundu hisi tulivyosikia sisi wote mle ndani watajenga nyumba mbili au tatu za ghorofa, watajenga mangar, watajenga ke mbili, watatia ile moi resiste na watatia nyingine, na watatia pave kote na kutia njia za kisasa bref, watamodernize poro ya Kalundu na itazidia gisi ilikuwaka mbele, na nafikiria itakuwa ya kwanza, kama iko ya kwanza itakuwa ya pili ni proje ambayo ina implique pesa milioni nyingi sana za madala. Kitu naweza kusema naambia, ndugu zetu, ya kwamba tuifazi hii proje, tujiaproprie nayo, atutaki kusikia hata kafujo kidogo, juu sisi wote tunapenda maendeleo. Tujiaproprie na hii proje juu itabuste development

za mikono na mbalimbali za kutumika hapa. Zaidi ya watu elfu moja na zaidi watakaotumika hapa, tutaprivilegie main d'oeuvre local, na mimi mwenyewe nitafuatilia, kwa sababu tuko na neno la kusema, ni sisi ndio tunafuatilia. ni projet yetu ya pili, wakati itaisha EF ita booster development na italeta raha ya kuishi katika mwingini yetu ya Uvira. Unatazama Uvira News TV. Asante.